Siku ya jana nilitembelea Marangu na Marangu bana, nilikutana na historia nyingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo vilinishangaza Marangu ni jinsi ambavyo Wachaga wamejenga vijijini kwao. Nikaposti Instagram kwamba nimependa utamaduni wa Wachaga kujenga majumbani kwao sehemu zao za asili vijijini kwao, wakaniambia wewe Riki, bado hujaona huko Marangu ulichokiona ni kitu kidogo sana. Hebu jaribu kidogo kutembelea uh, Rombo. So leo for the first time kwenye maisha yangu nimekuja kutembelea Rombo, kuja kuona ni kweli wanachokisema. Just imagine hii nyumba ipo kijijini huku, ni kijijini. Unajua maana kijijini ni huku na hii nyumba ipo imeshafanyiwa finishing kali, hapo bado madirisha tu na nini, paving kama kawaida zimenyooka, lakini sababu na hilo, unaweza kuona jinsi ambavyo Wachaga wao pamoja na kuwepo kwa nyumba hizo nzuri ambazo wanakuwa wamezijenga nyumba za asili ni vitu ambavyo hawaviachi. Kama unaweza kuona, kuna nyumba ile pale, kuna nyumba nyingine hii hapo. Zote zipo katika compound moja, so naenda kuzungumza na moja kati ya wazee ambao wanapatikana huku Rombo kufahamu vitu vingi kuhusiana na Wachaga haswa ishu ya kujenga majumbani kwao sehemu zao za asili vijijini kwao. Lakini pia kuna mambo mengi kuhusiana na Wachaga ningependa kufahamu kutoka kwa wazee wetu, ambao wao kimsingi wanafahamu vingi sana, tofauti na sisi ambao tumezaliwa watoto elfu mbili, watoto wa tisini, kuna vitu vingine hatuvifahamu, so stay tune. kuna mengi mazuri ambayo anakuja kwa ajili yako, au sio? Salama kwa salama kabisa. Bwana, hali ya hewa nzuri, asubuhi na amka safi. Asubuhi huku ni kama Ulaya. Hii okay. E, ndio Kilimanjaro. Alafu naambiwa sasa katika kipindi hiki ndio kipindi ambacho sio cha baridi. Kipindi hiki sio cha baridi, ngekuja hapa kipindi cha kuanzia mwezi wa sita wa saba mpaka wa tisa, sasa hivi ungekuwa umevaa okay. E, makoti makoti tena makubwa makubwa, sio hivi vidogo vidogo hivi e, hii jambo <laughs> la kawaida kabisa hii ni hali ya kawaida joto kabisa, hapa ni joto. Hiyo okay. Katika kipindi cha baridi ni, ni, ni kundi la watu gani huwa wana, wanapata shida sana kwa sababu niliona stori moja kwamba um, kipindi cha baridi watoto wa Kichaga huwa wana wanawatoa wazee wao ambao wana umri mkubwa, wanawatoa katika sehemu hizi wanawapeleka lesi Dar es Salaam au kwenye miji mingine, ili waweze kusurvive kwa sababu huwa wanafariki na nini. Ni kweli hilo? E, jambo ni kweli. Kile kipindi cha baridi sana watu wanaopata tabu kwanza ni wazee wale wazee wenye umri mkubwa, na pili ni wagonjwa. Unajua kuna wagonjwa aina mbalimbali, kuna wagonjwa ambao wajiwezi, sasa wale wanapatwa sana na hali, na wale watu ambao wamepata mivunjiko, wanakuwa katika hali sio nzuri. Kwa hiyo familia huwa inawahamisha ambao walioko kwenye sehemu za joto, kwa mfano Dar es Salaam, wanaishi nao kwa, kwa kipindi kile. Basi, ba, ile hali ikipita basi wanawarudisha au unapokuwa naye nyumbani inatakiwa uwe naye karibu sana, ikiwepo e, hey, kumpatia supu umfunike vizuri na nini, kumpatia zile huduma zake muhimu. Ni kweli kwamba wazee huwa wanafariki sana kipindi cha baridi, kipindi cha baridi. Kutokana na hali ya hewa ile, wazee wanashindwa kuimudu e, hasa wenye umri mkubwa sana e, Wachaga ni mmoja kati ya makabila ambayo uh, umri wao life expectancy yao ipo kubwa, saa, ipo kubwa ipo juu sana. Wengi wana, wana, wanaenda miaka mingi, wazee wako wengi sana uchagani huku eh, uchagani kuna watu wengi, kuna wazee wengi, mpaka watu wenye miaka mia, mia na tano, mia na kumi na mpaka sasa wapo, kwamba ni... watu hawaoni lakini wapo. Unadhani kwamba ni kwa nini siri ya Wachaga kuishi umri mrefu zaidi? Ni asili kufuata asili yao kwa mfano, unajua wazee wetu zamani, ukiacha sasa hivi, kwanza, walikuwa wanakula vitu vya asili, vyakula vya asili na vipo na wanakunywa zile pombe za asili na wanafanya kazi kwa masaa mengi zaidi kwa wakati. Ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi kumwambia, ukiwaambia vijana wale ngararimo, kuna chakula kinaitwa ngararimo, ukimwambia wale kiburu wale ng'ande wale rembwe, eh? Hawezi yee, anataka mchele, anataka nyama za kukangakanga, chipsi, chipsi ugali. Sasa wale wazee hivyo vitu hawajui, walikuwa wanakula mafuta haya ya, ya wanyama. Sasa hawa sasa hivi hawawezi, wanakula mahatifisho. Kwa hiyo vile vitu vya asili viliwafanya wazee wetu waweze kuishi muda mrefu, hmm. Ikifika mwisho wa mwaka, imekuwa ni kawaida sana barabara ya kaskazini kuwa na magari mengi sana unaambiwa, unaanziaga njia panda mpaka kufika Moshi mjini huwa kuna foleni kubwa sana mwezi wa 12. Naomba niambie, siri ni nini? Wewe umekaa na wazee, umwenye pia ni um, mtu ambaye umekula chumvi. Uh, siri ni nini ya Wachaga kurudi nyumbani kila inapofika mwezi wa 12? Siri ni kwamba asili ni asili, mkata kwao ni mtumwa siku zote. Wachaga ni watafutaji na unaambiwa kitu, wazee ndio walishawahi kunambia, walinambia ukienda sehemu yoyote kutafuta maisha, ukimkosa Mchaga ondoka, hilo eneo halifai. Kwa hiyo sasa, anapoenda ku struggle na kutafuta maisha, anarudisha heshima nyumbani na anakumbuka nyumbani na anakuja kufanya mambo ya kimila, eh, kuwaenzi wazee wao, ndugu jamaa, marafiki wanakaa kwa pamoja kufurahia kumaliza ule mwaka. Na baada ya hapo sasa, wanarudi tena, kila mmoja anarudi sehemu alikotoka. So, kila mmoja na, anaenda sehemu anakojua. Lakini baadaye sasa, mwaka unapoisha, wanakutana pamoja, kwa sababu kila mmoja anakuwa amesha mmisi mwenzake, mwingine amisi baba, mwingine mdogo wake, mwingine shangazi, nani nani. Sasa wakati huo, wanakutana na kwa pamoja, ili kufahamiana, kupeana mrejesho kwamba ndugu yangu, uko hali hii, umefika hapa, mimi hapa, mimi hapa basi inawapendeza kwa kweli kwa sehemu moja wapo ambao wanasema kwamba uwepo wa Wachaga mwezi wa kumi na mbili, kila mwisho wa mwaka huwa wanakuja kufanya matambiko. Uh, hizo ni imani potofu tu, ni imani potofu tu kwamba wanakuja kufanya matambiko na nina nini. Hapana, sio kweli. Ni kwamba wanakuja kwa ajili ya kukutana na kufurahia kumaliza mwaka salama eh, eh, na kurekebishana eh, na kufundishana Sio kuja kufanya matambiko kama wanavyofikiria watu wengine, pamoja na uwepo wa kwamba ah, Wachaga wamefanikiwa kibiashara, lakini wanatumia sana mambo ya makafara mambo ya nini na nini. Nikakutana na mmoja akaniambia kwamba ukikutana na mganga wa kichaga hujui kanunua. Wachaga hawana asili ya kuwa na waganga e, ni kwamba hizo ni imani potofu. Unajua dunia sasa hivi sio ya juzi. Miaka ya nyuma ilikuwa ni shida sana kwa kijana mdogo kumiliki fedha, lakini sasa hivi vijana wame hapo China. Sasa hivi watu wanaenda wanaenda kama wanaenda Kariakoo, Dubai watu wanaenda kama wanaenda Kariakoo. ni ukishapata connection nzuri na ukaisimamia fedha utaiona, lakini wale ambao hawajaona mbali wanaanza kusema o oh, ni imani potofu, amechukua msukule, amefanya nini, kitu ambacho sicho na mtu asikudanganye ndugu yangu, fedha zipo. Unapo struggle na ukafanya kazi na ukamweka Mwenyezi Mungu mbele mafanikio utayapata tu okay. E. Discipline ya Wachaga kuwa na mafanikio ni nini? Kuna mmoja akaniambia, wanaume wa kichaga si watu ambao wanaendekeza wanawake, wanaendekeza starehe e. Wachaga kwanza hawaendekezi starehe. Mchaga yupo tayari kulala kunywa uji na akalala na akaamka akala biskuti, yeye mambo ya starehe na yeye hakuna ye stare yake ni mwisho wa mwaka, baada ya kutafuta na kupata ndio anakokuja kufanya stare zake, na stare zake anafanya nyumbani yeye pamoja na familia e, mambo ya kwenda mjini kwenda kutafuta wanawake, hajatumwa kutafuta wanawake. Uhum. Wanasema vijana wanakuwa na stress sana inapofika mwezi wa kumi na mbili kwa sababu uh, mwezi huo ndio mwezi ambao wanakuja kuangalia umevuna nini ndani ya mwaka mzima. Kwa wale ambao hawajafanikiwa kupata chochote, hawajafanikiwa kuoa, kuwa na familia, huwa inawawia vigumu sana kurudi nyumbani, huwa wanasemwa sana kwamba kwa nini hujapata hichi, hujapata hichi, na imesababisha wengi eh, kutopenda kurudi nyumbani, kwa sababu hawajapiga hatua yote ya kimaisha. Ni kweli kwamba ukirudi nyumbani mwezi wa kumi na mbili kama hujafanya chochote kwenye maisha yako inakuwa ni tatizo kwa wazee na wewe mwenyewe. Kwanza unajisuta mwenyewe kwa sababu, kama wewe umekwenda mjini badala kutafuta maisha unakwenda kutafuta starehe, lazima ushindwe kwenda na wenzako kwa sababu uta, umetoka wawili, unakuta mwenzako amepiga hatua, wewe hujapiga hatua, kwa hiyo lazima utakuwa na huo mfadhaiko na, na hatimaye utashindwa kufika nyumbani kama wenzako. Hey. Stori ya Wachaga kutoka kwenda kutafuta uh, nje ya mji unasema ilipelekea wazee wengi kuzaa na wake wa watoto wao, kwa sababu unakuta unaoa, kishaoa unatakiwa uoe, mzazi anakupa sehemu, sehemu ya kukaa, ya kukaa, lakini unatakiwa uende ukatafute utoke nyumbani ukatafute, unaenda Dar es Salaam, unaenda wapi, unamwacha mke wako, yale maisha ya kukaa mkwe na mkeo na baba, inatajwa kwamba wazee wengi wa Kichaga iliyopelekea kuzaa na wake wa watoto wao. Hizo stori ziko vipi? Hizo stori ni wazee tu, labda ambao walikuwa wamekosa adabu, na katika jamii watu kama hao hawakosekani, na hizo stori mimi mwenyewe nishakutana nazo, na ilikuwa ni zamani sana, ilikuwa ni zamani sana. Wale wazee ambao wana uroho basi, hmm. hawakosekani katika familia <laughs> lakini sasa hivi hicho kitu hakuna. Kwanza sasa hivi hakuna mtu anaacha mke wake nyumbani. sasa hivi hamna mtu anaacha familia yake nyumbani. Mfano mzuri ni kwamba kuna shule moja hapa itaka kufungwa kwa sababu ya kukosa watoto. Sio kukosa watoto, sio kwamba watu hawazai, ni kwamba sasa hivi kila mmoja anatembea na familia yake, ikiwapo mtoto, mke na watoto wake. Hamna mtu anaacha mke nyumbani na watoto. Kwa hiyo mtu akienda Dar es Salaam anaenda na familia yake akienda Morogoro anaenda na familia yake, haachi tena huku kijijini kama zamani. Kama zamani, haya ni mambo yalikuwa ya zamani sana e. Okay. Mm. Sawa, kingine katika kutafuta kwako unatakiwa ujenge nyumbani. Nimekutana majumba makubwa sana huku vijijini, manyumba ya kisasa, mpaka nikashangaa kwa nini Marangu kule, nimekuwa surprise. Kuna magorofa liko katikati ya msitu afu alikaliwi na mtu wala nini, huu utamaduni uko vipi kwa acha? Huu tamaduni ni Wachaga wamejijengea kwamba hawezi kwenda kukaa kujenga huko alikoenda muda Dar es Salaam wapi wapi, akaacha nyumbani kwake kunaoza, na anajua siku ya siku lazima arudi nyumbani tu. Kwa hiyo atakapo, eh, awe hai awe amekufa, lazima arudi nyumbani. Hakuna historia mchaga kuzikwa porini, lazima arudi. Je, wale wenzangu naofanya nao kazi kule Nao kaa nao vikao baada ya kazi jioni watakapofika huku wataona mazingira yangu yakoje. Kwa hiyo sasa, wanarudisha fadhila nyumbani, na vijana wa kichaga wamekuwa wanafanya kama mashindano, na mashindano yao amewapa faida kwa sababu huwezi kupita mji miwili mitatu ukakosa jumba la kifahari, kila nyumba na majumba ya kifahari na nini. Utamkuta mchaga amekaa mjini kule hana hata hata hata hata hata tuseme nani ST, lakini ukienda nyumbani kwake nyumba aliyotesha ni nyumba zaidi ya milioni 100, ndiyo e, asili ya kichaga e. Okay. E. Na wapo ambao wanasema kwamba hizo nyumba ambazo unaziona humu ukikuta mtu anakaa, basi ni ndugu tu mmoja, hazina watu kabisa. Na wengine wanasema humu ndio wanaekaga vitu vyao vinaofanya wafanikiwe, kuna misukule yao hayo. <laughs> hayana ukweli wowote kwa sababu wewe uwezi ukajenga nyumba hapo ukaiacha peke yake. Utajenga nyumba kuna wale ambao walioko huku watakaa pale, awe mmoja wawili, wewe utakuwa mjini unatafuta maisha yako, ukirudi unaingia ndiko unakoishi. Ehe, hao wanaosema ni msukule, ndiko wanakohifadhi msukule, ni fikra zao tu potofu. Sawa, kingine pamoja na kujenga hizo nyumba kali, lakini wazee wa Kichaga wanataja kwamba huwa hawataki kukaa kwenye nyumba ambazo wamejengewa na watoto wao, wanataka kukaa kwenye nyumba zao fulani hivi za asili. E, na mzee wa Kichaga na mke wake nyumbani, let's say mama bado yupo, baba bado yupo, wote pamoja wanaishi anaona, kama vile umemvunjia heshima kuona mtoto anajenga nyumba pembeni, alafu anamwambia kaa hapo, na mama wakati yeye na mke wake wana nyumba yao ya pembeni. Kwa hiyo, nyumba zinaishia tu zinakaaga hivyo mzee na kibanda chake ndio anachokaa hicho. Unajua, hili swala lina mapana yake. Unaona, hizi dini, hizi dini nazo zimekuja kuleta mambo ambayo sio, na hizi dini zinafanya watu hata kusanisha watoto na familia, kwamba kuna wengine wanaaminisha wazee kwamba huyu kijana, mimi nimekaa miaka hamsini nimetafuta hela nimekosa. Huyu kijana ametoka hapa miaka kumi, ishirini, ana fedha zote hizi ametoa wapi? Sasa wanamwaminisha kwamba mzee, mwanao anatumia msukule na atakuchukua msukule. Basi kutokana na yule mzee naye mawazo yake, basi anaamua kufanya vile, lakini ni vitu ambavyo havina uhalisia. Ni kwamba ndio maana nikakwambia, sasa hivi dunia imekuwa ni kijiji, ni wewe tu kwamba umejipambanua vipi, unataka uishi maisha gani. Yanawezekana, ni tofauti na zamani. Zamani mtu alikuwa anatoka hapa anaenda Moshi kwa mguu, lakini sasa hivi unaweza ukaenda Moshi ukarudi hata mara tano kwa siku kwa hiyo na uchumi unapanda ndo mm, sababu hi. Sawa, swala la um, kuoana kwa upande wa Wachaga liko vipi? Ikimaanisha mchaga wa Marangu kwenda kumwoa um, Machame, kwenda kuoa nini, kwa jinsi ambavyo wewe umekaa na unaona, hata huko nyuma, wakati mwanzoni kabisa, kwa kipindi cha nyuma ilikuwa vipi, na mpaka sasa mtazamo uko vipi? Kipindi cha nyuma sana, nyuma sana, kipindi cha mababu zetu, kui historia ilikuwa inasema ukioa Machame ni shida, lakini kwa sasa makabila yanaingiliana, Wachaga wanaingiliana. Kuna mchaga anaoa Machame, Machame anaoa huku, Marangu anaoa huku, Marangu anaolewa kule, mchaga Arombo anaoa Oldimoshi, anaoa Upareni, anaoa makabila tofauti na Wachaga. Kwa nini Machame? Ah, Machame walikuwa wanaogopa wanasema kwamba mwanamke wa kimachame alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana mali, kwa hiyo kama huna mali hutaweza kumudu. Ndio sababu hiyo walikuwa e, na walikuwa wanadai kwamba mwanamke wa kimachame hatawaliki, inabidi e, akutawale wewe mwanamume, kwa hiyo ndio wazee wakawa wanatoa tahadhari, uwe na hiyo tahadhari. Eh, sawa, nashukuru sana kwa muda. Asante. Jina nani? Morris Peter Shirima. Nashukuru sana. Asante sana, karibu tena.